Uchaguzi kama tulivyoanza wakati wa harakati za kampeni mpaka uchaguzi mzima ukafanyika, na sasa tunaelekea mwishoni mwishoni wa kuhitimisha hiyo hali ya kuwa kituo chako cha uchaguzi, kwa sababu uchaguzi utakuwa unahitimika kabisa kabisa pale ambapo serikali itakuwa imeundwa na mambo sasa yamekwisha yatakwenda moja kwa moja. Ni wakati huu, tuko hapa Chamwino, kiasi ya kilomita 40 kutoka mji wa Dodoma. Rais wa Zanzibar huyo, Dr. Ali Mohamed Shein, akiwa na makamu wake wa pili wa serikali ya Mapinduzi Zanzibar Balozi Ali Sefuidi, na kwa nyuma yake pale namwona uh, judge Joseph Sinde Warioba, waziri mkuu wa awamu ya pili ya serikali ya Tanzania, wakati huo chini ya mzee Ali Hassan Mwinyi, na waziri mkuu toka mwaka 1990 mpaka Novemba 1994, alipokuja kurithiwa nafasi yake na John Samuel Malechela, aliyekuwa balozi wakati huo nchini Uingereza. Uingereza tunaendelea kukuletea maelezo kuhusiana na shughuli hii, shughuli fupi lakini muhimu kabisa, ama niseme nyeti, ambayo itachukua muda mfupi, inafanyika hapa. Shughuli kubwa, tumekuja hapa kukuonyesha moja kwa moja tukio la waziri mkuu mteule atakula kiapo mbele ya rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili aanze rasmi majukumu yake mm. Baruani, hili ni tukio kubwa kwa sababu mbalimbali mbali, lakini mwadia na, mwadia na huyu sasa ndio mke wa waziri mkuu ambaye amekwisha chukua nafasi yake. Mke wa waziri mkuu mteule ni Mama Mary Majaliwa ambaye kisha chukua nafasi yake, na nyuma yake pale kuna jaji mkuu wa Tanzania, Mohamed Chande Othman Mohamed Othman Chande na pembeni pale katikati, maua hapa na mama Meri Majaliwa, namwona ni spika wa Baraza la Wawakilishi la Zanzibar pandwa mm. Meri Kificho, tulikuwa tukizungumza Manyerere kuhusiana na swala la mawaziri wakuu mm. tukaishia kwa mzee Kawawa. Utakumbuka nafasi yake ilichukuliwa na marehemu wote Kawawa na kwanzia kwa Mwalimu Nyerere ni marehemu, Kawawa ni marehemu na Sokoine ni marehemu, na wengine wote waliosalia bado wako hai, wako hai, wengine wote wako hai. Kwa wale waliofariki ni wale wa, wa kwanza wa pili na watatu Ndia. wote wamekwisha fariki. Na Sokoine alichukua madaraka ya waziri mkuu mwaka 80. Halafu mwaka 83 akaomba ruhusa kwa mwalimu kwamba anataka aende akaongeze ujuzi, akaenda kusoma na akarejea nchini mwaka 83 mwaka 83. Alienda mwaka 78 mpaka mm. mw, wakati wa vita, wakati wa wakati wa vita, wa vita ile ya, ya, ya Kagera eh, waziri mkuu wetu alikuwa ni mzee Sokoine, mzee Sokoine mm. ambaye alikuwa ni waziri mkuu kutoka mwaka sabini na saba mpaka mwaka 80. Akaomba ruhusa ya kwenda kusoma, ndio alienda kusoma kwa miaka mitatu, mwaka 80 mpaka 83, 83. Alivyorudi nafasi yake ikashikiliwa na, na na na, na, na mzee David Cleopa Msuya. Ambaye sasa, waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, anayewasili hivi sasa ni ma, makamu wa ma, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Suluhu Tanzania Mheshimiwa Samia Hassan. Kwa mara ya kwanza Tanzania inapata makamu wa rais mwanamke, na ni katika nchi za Afrika Mashariki, Tanzania, Kenya na Uganda, ni kwa mara ya pili anapatikana makamu wa rais mwanamke mwanzo kabisa alikuwa ni Dr Specioza Wandira Kazibwe, ambaye alikuwa makamu wa rais wa mzee Yoweri Kaguta Museveni, rais wa Uganda, na aliondoka madarakani baada ya tafranza hapa na pale, na huku zikisemwa kwamba, waheshimiwa so wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kuondoka kwenye nafasi anayewasili hivi sasa Tom's, ni makamu mwenyekiti wa, wa CCM Tanzania wasugwe bara Mheshimiwa Philip Mangula. Nam, tunaendelea kusubiri wakati huu, tunaendelea kujulisha kwamba mawaziri wakuu ambao walikamata nafasi hizi baada ya mzee marehemu waziri mkuu Edward Moringe Sokoine kurejea nchini mwaka 83 akashika madaraka yake na ikachukua muda mfupi tu baadaye akafariki kwenye ajali iliyotokea kule Morogoro mwezi wa Aprili, e, e, siku ya Ijumaa naam. Alikuwa anatoka Dodoma anaelekea Dar es Salaam kwa njia ya basi ya gari, na lile gari likapata ajali, na ajali ile ilipoteza maisha yake pale pale. Ajali iliyotokea ilikuwa ni gari iliyokuwa ikiendeshwa na kijana Dumisani Dube alikuwa ni Raya, mkimbizi wakiwa kwenye kambi ya wakimbizi pale Mazimbu ambaye aliingilia ali, ali, ali msafara na wa, wa, msafara wa, wa waziri mkuu na wakasababisha ajali ambayo ilipoteza maisha ya waziri mkuu yule. Nafasi yake sasa wakati huo ikachukuliwa na Dr. Salim Ahmed Salim Ndi. ambaye alishika nafasi ile na baadaye Msuya tena akarejea kwenye nafasi ya waziri mkuu, lakini sasa pia ikawa ni kwa muda na baada ya hapo sasa mawaziri wakuu wakaanza kutiririka, wengine ambao ni wale maarufu wote wanaojulikana na kizazi cha sasa, kwa wengi, kwa zaidi ya asilimia tuseme, uh, themanini hivi ya kizazi cha sasa wanawafahamu vizuri mawaziri wakuu ambao wakati sasa, wa wakati huo sasa, akiwemo mzee Warioba, Malecela, kwa sababu wamekuwa wakisema wakizungumzwa sana wakionekana kwenye shughuli mbalimbali na maarufu zaidi ni wale wa sasa ambao wameshika madaraka kwa kipindi cha karibuni, ni pamoja na uh, Frederick Sumae ambaye ndiye waziri mkuu mwenye rekodi ya peke yake kabisa, amekaa madarakani kwa miaka kumi Nda. mfulu lizo toka alipoapishwa mpaka siku ya kipindi cha mwanzo cha miaka mitano na miaka mitano mingine ya awamu ya pili ya Rais Benjamin William Mkapa, na baadaye sasa nafasi yake kachukuliwa kwa muda mfupi na Edward Ngoyai Lowasa aliyeshika madaraka kwa muda mfupi wa mwaka elfu mbili na tano mwishoni kabisa na kuelekea mwanzoni kabisa mwa mwaka elfu mbili na nane. Na kwa hiyo alishika madaraka yake kwenye kipindi cha mwaka elfu mbili na sita wote na elfu mbili na saba wote miaka miwili na hata robo haikutimia, kwa sababu ilikuwa ni mwezi Februari tena hmm, tarehe nane mwezi Februari, Februari. Huyu ni uh, mbunge wa Siha. Lakini aliangushwa huyu ambaye alikuwa mbunge wa siha kumradhi, hmm, ameangushwa na amekuja kama mgeni mwalikwa hapa na, na yeye huyu amekaa kwenye nafasi za wageni waalikwa wa waziri mkuu mteule. Hii eneo nilipitapita hapo nilimeandikwa eneo la wageni waalikwa eh, wa waziri mkuu mteule na utaona hapo amekaa ni pale ambapo amekaa familia ya waziri mkuu. Kwa hiyo barua ni mimi uh, sipendi kupiga ramli, kwa sababu kwanza haturuhusiwi kupiga ramli, lakini eh, kwa wanaomfahamu Aggrey Mwanri hata kukosekana kwake bungeni wanasikitika kidogo. Alikuwa naibu waziri ambaye amekaa TAMISEMI kwa muda wa kutosha, ndio akafanya kazi ambayo bila shaka yoyote kila mmoja anakubali.